Sasa tunapofungua Zaburi sabini na tisa leo tunaambiwa kwamba hii ilikuwa zaburi iliyoandikwa na Asafu. Sasa tena, huyu Asafu maalum angekuwa mzao wa mtunzi mkuu Asafu ambaye alihudumu miaka mingi iliyopita pamoja na Daudi. Huyu Asafu ameishi kuona uharibifu wa Israeli na Wababeli. Wababeli kama unavyojua walikuwa wale waliowahamisha raia wakuu kama vile kijana Danieli na marafiki zake watatu miaka iliyopita. Sasa ilikuwa ni jeshi la Babeli lililoharibu kabisa hekalu tukufu la Sulemani, na hiyo ndiyo dalili hapa kuhusu wakati wa hili wimbo huu wa huzuni. Hapa mstari wa kwanza unasema, e Mungu, mataifa yameingia katika urithi wako, wamelichafua hekalu lako takatifu, wameiacha Yerusalemu katika magofu. Kwa kweli, jambo lisilowezekana limetokea. Unaweza kufikiria, adui ameingia katika patakatifu pa patakatifu, wame wamepasua pazia hilo, wameiba vifaa vilivyobaki vya ibada, wao wameyaweka mengine kwenye tochi. Tunajua kutoka kwa historia kwamba hili lilitokea mwaka wa 586 na, na hapo ndipo hukumu iliyotabiriwa kwa muda mrefu ilipoanguka juu ya taifa kama matokeo ya miongo ya ibada ya sanamu na uasi. Labda sasa hivi unakabiliana na matokeo ya dhambi zako kwa namna fulani. Habari njema ni kwamba wimbo wa Asafu si huzuni tu. Kwa kweli unatupa mwongozo uliongozwa kurudi katika ushirika na Mungu. Kwanza anataka kuonyesha kwamba Asafu anakubali matokeo haya yote. Tayari amemwambia Mungu kwamba Yerusalemu iko katika magofu. Anasema hapa katika mstari wa kwanza kwamba hawa wapiganaji wa adui wamechafua hekalu lako takatifu kana kwamba anakubali kuwa hii si kosa la Mungu. Asafu anajua kwamba hii ni kosa la Waisraeli. Asafu anakubali matokeo haya hapa. Mmoja wa wachambuzi wangu ninayempenda zaidi alizaliwa Wales kabla ya vita kuu ya pili ya dunia, alisumbuliwa sana na mabomu ya London, na wakati sehemu za London zilikuwa zinawaka moto kila mtu alikuwa na hofu, si tu kwa maisha yao wenyewe bali pia kwa ajili ya kuendelea kuishi kwa mji wao na baadhi ya majengo ya kihistoria kama Westminster Abbey na nguzo zake ndefu na madirisha ya vioo vya rangi. Kama mvulana mdogo, mchambuzi huyu huu, huu, John aliuliza baba yake siku moja, Je, unafikiri Mungu angeruhusu Westminster Abbey uharibiwai? Na baba yake alijibu, kwa nini isiwe hivyo? Aliruhusu hekalu huko Yerusalemu kuharibiwa. Na hivyo ndivyo ilivyokuwa. Wakati Asafu anaandika zaburi hii, utukufu wa shekina wa uwepo wa Mungu ulikuwa umeshaondoka hekaluni kwa muda mrefu. Hekalu sasa ni jengo zuri tu. Hii kuna kuna mila za kidini na watu wanafanya, unajua, mambo yao ya kidini, lakini hakuna zaidi ya hapo. Kwa kweli hii inafanana sana na dini ya leo ina ina ina majengo mazuri na alama za kifahari na kwaya zilizovaa mavazi na mila zenye sauti ya juu, lakini utukufu wa Mungu haupo kabisa. Kwa nini? Kwa sababu injili ya Yesu Kristo haipo. Sasa sehemu ya matokeo ya uasi wa Israeli ni kuanguka kwa mfumo wake wa dhabihu. Kwa kweli hadi leo hii ee eh, hakuna dhabihu kwenye mlima wa hekalu huko Israeli. Lo, hekalu limetoweka. Asafu anataja matokeo haya eh, lakini nataka kukuambia kwamba kumiliki matokeo ya dhambi zako, hiyo itaanza kuelekeza moyo na akili yako kuelekea toba ya kweli. Dhambi yako si kosa la Mungu, si kosa la mtu mwingine, kwamba umekosa ni yako peke yako peke. Sasa baada ya kumiliki matokeo, Asafu anaendelea hapa kuwasilisha wasiwasi wake, na mistari michache inayofuata inaashiria kwamba watu wa Mungu wamefanya toba kweli, na sasa Asafu anataka kujua ni kwa muda gani he, matokeo haya yatadumu, na sisi pia tunataka kujua jambo hilo kuhusu yetu wenyewe. Asafu anauliza hapa katika mstari wa tano mpaka lini ee Bwana? Na maanisha, hii ni kama kuwauliza wazazi wako, nitakuwa kwenye adhabu kwa muda gani? Nitakuwa kwenye muda wa kutulia kwa muda gani? mpaka lini, e Bwana? Hapa kuna ombi la Asafu katika mstari wa nane huruma yako na ifike haraka kutukutana, kwa maana tumeshushwa sana. Kweli kushushwa sana kunamaanisha kunyenyekeshwa Niruhusu nikutie moyo. Aina hii ya unyenyekevu ndiyo hasa ambapo Mungu anaanza kukuongoza kurudi katika ushirika naye. Unaona, matokeo yameundwa kutunyenyekeza na kisha kuturudisha katika ushirika na Mungu. Kwa hiyo sasa Asafu anaimba hapa katika mstari wa kumi na tatu, sisi watu wako, kondoo wa malisho yako, tutakushukuru milele. Sasa kumbuka hapa, anatoa shukrani lakini hali hazijabadilika. Kweli hali hazijabadilika, lakini mioyo yao imebadilika, na mara nyingine tena wanamfuata mchungaji wao. Sasa Zaburi themanini inatupa mtazamo tofauti kidogo juu ya kujibu matokeo ya dhambi. Zaburi hii pia inahusishwa na Asafu na melodi, inaitwa hapa hii kulingana na maua ya shuhuda au maua ya ushuhuda. Sasa hatujui jinsi wimbo huu wa maua ulivyokuwa, na labda hatutawahi kujua hadi ufalme wa milenia, wakati tamaduni nyingi za Agano la Kale zitakapofanywa tena kwa heshima ya Yesu Masihi, ambaye ataketi kwenye kiti cha enzi cha Daudi. Hatuwezi kufikiria utukufu wa siku hiyo. Labda wakati huo tutasikia wimbo wa maua. Tutalazimika kusubiri labda hadi ufalme ujao. Sasa Septuaginta ambayo ni tafsiri ya Kiyunani ya agano la kale, inaongeza aina ya muhuri hapa kwenye kichwa cha zaburi hii inayosema kuhusu Ashuru. Hivyo Zaburi themanini inahusishwa na wakati huo ambapo Samaria ilianguka mikononi mwa majeshi ya adui wa Ashuru. Hiyo imeandikwa nyuma katika mbili Wafalme sura ya kumi na saba wakati ufalme wa Israeli ulipogawanyika baada ya utawala wa Sulemani. Yerusalemu ikawa mji mkuu wa ufalme wa kusini, ambao ulijumuisha kabila la Benyamini, na Samaria ikawa mji mkuu wa ufalme wa kaskazini ambapo makabila ya Efraimu na Manase yalikuwa na ushawishi mkubwa. Sasa huna haja ya kukumbuka yote hayo kwa ajili ya mtihani, lakini nasema yote hayo kwa sababu Asafu anamwambia Bwana hapa katika mstari wa mbili, mbele ya Efraimu na Benyamini na Manase, chochea nguvu zako na uje kutuokoa. Unaona, kwa kweli anaomba Bwana aunganishe tena makabila ya kaskazini yanayowakilishwa na Efraimu na Manase, ayaunganishe tena na makabila ya kusini ambayo yalijumuisha Benyamini. Unaona, Asafu yuko anaomba hapa. Wimbo huu ni ombi la maombi kwa ajili ya taifa kurejeshwa na makabila yaliyogawanyika kuunganishwa tena. Wapendwa, mgawanyiko katika taifa la Israeli ulikuwa wa kuhuzunisha kwa Asafu, na anatuonyesha hapa katika Zaburi yake baadhi ya kanuni ambazo bado zinafanya kazi leo ambazo zinaweza kuleta umoja. Ili kuomba kwa ajili ya watu ambao wako upande mwingine wa mabishano, kuomba mgawanyiko huo kumalizika, basi utahitaji kujali zaidi kuhusu ndugu na dada zako kuliko wewe mwenyewe. Kwa kweli, hauombi tu kuhusu wao na mioyo yao, unaomba kuhusu wewe mwenyewe na moyo wako na Asafu anaomba katika zaburi hii tuokoe, sio tu kuwaokoa wao, tuokoe sisi, turejeshe sisi, uangaze uso wako ili tuokolewe. Kwa maneno mengine, Asafu anaomba hapa kwa ajili ya kila mtu. Sikiliza, haijalishi uko upande gani, sote tunahitaji neema ya Mungu. Je, unajua haiwezekani kuomba kwa dhati kwa mtu na kumchukia wakati huo huo haiwezekani kuomba kwa ajili ya mtu na kumsema vibaya wakati huo huo. Huwezi kufanya hivyo. Unapoomba kwa ajili ya watu wengine kama Asafu hapa, unakumbushwa kwamba unahitaji neema ya Mungu kama wao. Sasa Zaburi 81 inaanza na mwito kwa watu hapa, upiga kelele za furaha kwa Mungu wa Yakobo. Mstari wa mbili unasema, inueni wimbo, pigeni matari, kinubi tamu pamoja na kinanda. Mstari wa tatu unatoa mwito wa kupuliza tarumbeta chofar, au pembe ya kondoo dume, ambayo kwa kawaida ilikuwa jukumu la kuhani. Kwa hivyo zaburi hii sasa ni mwito wa kumsifu Bwana kwa ukombozi wake, hasa hapa katika mistari ya sita hadi kumi, u uh, anarejelea ukombozi wa Israeli kutoka Misri lakini Zaburi hii pia ni mwaliko wa kutembea kwa uaminifu na Mungu. Anasema hapa katikati ya mstari wa tisa, hakutakuwa na Mungu mgeni kati yenu. Onyo hili kwa njia ni kweli hadi leo hii. Mungu siyo Mungu siyo mojawapo ya chaguo nyingi za kidini huko nje unazoweza kuweka pembeni kisha kumtoa unapomhitaji. Hapana, yeye ndiye chaguo lako pekee. Yeye ndiye Mungu wa kweli na aliye hai pekee. Yeye ndiye mwongozo wako pekee yeye ndiye Mwokozi wako pekee na Bwana pekee anayeweza kukomboa maisha yako. Na unajua kitu? Wakati yeye ndiye kitovu cha maisha yako, unaweza kuungana na watu wa Mungu. Unaweza kusikiliza wito wa Asafu hapa mwanzoni mwa Zaburi hii kuimba kwa sauti kubwa kwa Mungu nguvu yetu na kupiga kelele kwa furaha kwa Mungu wa Yakobo. Hiyo inanipa hisia kama Isaac Watts ambaye aliandika miaka mia tatu iliyopita wimbo huu kwa waumini kuimba. Unaweza kutambua baadhi ya maneno ya wimbo. Ee Mungu, msaada wetu katika enzi zilizopita, tumaini letu kwa miaka ijayo, kimbilio letu kutoka kwa dhoruba kali na nyumba yetu ya milele. Kwa hivyo endelea na, na angalia nyuma juu ya bega lako. Ameendelea kuwa mwaminifu. Vipi kuhusu leo? Naam, atakuwa wa kutegemewa. Vipi kuhusu katika umilele?